Salama na atakaye na aje, ndicho nachoweza kusema kwa wakati huu, hapa ambapo michuano ya kombe la Muungano kwa mwaka 2025 hatimaye kesho, ni JKU, jeshi la kujenga uchumi, dhidi ya Singida Black Stars. Ni timu mbili kati ya timu nane zinazoshiriki katika michuano ya kombe la Muungano, ambao wamepata nafasi ya kushinda taji hili, Young Africans akishinda mara sita, wakati kikosi cha kikosi maalum cha kuzuia magendo, KMKM, akishinda mara moja mwaka 198 viongozi mkuu wa wilaya ya hapa Chakechake anazungumzia nini kuhusiana na matayarisho kwa ujumla kuelekea katika michuano inayotayari kuanza hapo kesho? Binafsi niseme mimi mkuu wa wilaya hii ya Chakechake pamoja na wananchi wenzangu wa wilaya ya Chake Chake, mashindano haya ya Kombe la Muungano kwa mwaka huu ishirini na tano tumeyapokea kwa mikono miwili na tuseme tumefarajika sana. Kwa sababu gani? ni fursa ya kipekee ya kupata mkusanyiko kama huu, jambo ambalo linakwenda kuongeza kipato kwa wananchi wa wilaya Chakechake, lakini na wale ambao wako nje ya wilaya ya Chakechake, niendelee kuwaomba wafanya biashara wajasiria mali hii fursa ambayo tumeipata kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano, basi tusiipoteze, tuitumie vizuri ili litakapokamilika kombe letu hili la Muungano kwa mwaka huu, basi kila mmoja awe amefarajika na ujio wa kombe hili kiujumla. Niendelee kuambia Watanzania wote wajitokeze wa kwa wingi. Lakini wale ambao wako hapa niwaambie tushikamane kuhakikisha tunahudumisha muungano wetu kwa sababu muungano wetu ndio tunu yetu. Tulikuwa tuko katika maandalizi ya kukamilisha mkandarasi kukamilisha ujenzi lakini kwa asilimia kama tisini na baadhi ya vitu vile vya msingi tayari vishakamilika visha na vimebakia vile vichache. Sasa kwa mazingira hayo na ndio maana sababu ikaletwa haya mashindano yaje kufanyika huko Pemba. Lakini kwa kiasi fulani kwa kujiandaa na mashindano haya mapinduzi Cup tupo kwenye asilimia kama tisini na tisa nukta tisa moja. Sasa hizo zilizobakia chache hizo maana yake tunasubiria tufanyie hizo tunasema final touch, ambayo hizo tukaanzia tutazimalizia leo na kesho, ikifika mpaka saa saba kila kitu kitakuwa kishakuwa tayari kwa ajili ya kuanza mashindano yetu kesho kuyazindua. Kwa sasa timu zikiwa zinawasili hapa Pemba kwa ajili ya michuano hii ya Kombe la Muungano, jambo pekee la kusema, yoyote anakaribishwa hapa Pemba kwa ajili ya kushuhudia michuano hii ya Muungano. Mashindano haya sasa yakiingia rasmi kwa mwaka 2025 kesho, kwa mchezo kati ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU dhidi ya Singida Black Stars. Kumbuka michuano hii, nani atakwenda kubeba michuano hii ambayo ilianza mwaka 1982 kwa pane Afrika kuweza kushinda taji hili kutokea hapa Gombani, Pemba, Zanzibar. Saidi Salim Msumi, Azam Sports.